Matumizi ya tangawizi katika maisha binadamu ya binadamu yamekuwa ni matumizi makubwa sana na wengi hutumia tangawizi kama kiburudisho kwa sababu inawasha, bila kujua ina faida nyingi muhimu mwilini. Na kwa hapa Tanzania tangawizi hulimwa katika nyanda za juu kama Kilimanjaro, Manyara na Morogoro. Mara nyingi kwa nchi yetu inauzwa masokoni shilingi mia moja. Tangawizi pia ni mmea wa maua ambao umetumika kwa vizazi vingi kwa sababu ya ladha yake maalum na ni familia moja ya manjano na iliki. Pia ina faida nyingi kiafya. Lakini kabla sijaendelea, please comment unaisikiliza video hii ukitokea wapi. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uendelee kupata maudhui yetu. Namba moja. Husaidia kuondoa au kupunguza kichefuchefu kwa wagonjwa hususan wale waliotoka kufanyiwa operation au wale wanaotumia dawa zinazoleta kichefuchefu kama wanaotumia dawa za kansa. Lakini pia husaidia kuondoa kichefuchefu kwa wale watu wanaosafiri kwa njia ya meli au basi, hivyo wakitumia tangawizi ile hali hupungua au kuisha kabisa. Pia kwa wamama wajawazito humuondolea humwondolea kichefuchefu kwa kiasi kikubwa sana. Namba mbili, hutuliza kikohozi. Je, umeshawahi pata hali ya kukereketa kwenye koo lako? Basi suluhisho ni tangawizi. Aidha ukichemsha kama chai au ukitafuna mbichi, huondoa maumivu ya koo, uvimbe wa koo na kichefuchefu kupotea. Namba tatu huondoa maumivu ya hedhi kwa wanawake. Wanaosumbuliwa na maumivu, tangawizi ni mkombozi kwao, kwa sababu inafanya kazi kwa kupunguza uzalishaji wa prostaglandin ambayo husababisha maumivu ya tumbo. Namba nne, inasaidia kwenye mzunguko wa damu. Unapokunywa tangawizi, lile jasho unalotoa linasaidia kwenye mzunguko wa damu kutoka jasho maana yake ina boost circulation, na inasaidia wale watu wenye low circulation, mfano michirizi na kitu kinaitwa DVT, damu kuvujia miguuni. Kama una haya matatizo, tangawizi haitakiwi kukosa kwenye mlo wako wa kila siku. Namba tano, inatibu matatizo kama vile tumbo kujaa gesi, choo kigumu, kujamba na maumivu ya tumbo kama unapata matatizo haya basi tumia tangawizi kwenye chai ili upone kwa haraka. Namba sita, kwa wenye matatizo ya upungufu wa damu, tangawizi ndio suluhisho lako, kwani inasaidia ufyonzwaji wa iron, na iron husaidia kutengeneza hemoglobin ambayo ni component kuu ya red blood cell. Namba saba, inaboresha afya ya ngozi tangawizi ni kiungo kizuri cha kuzuia kuzeeka kwa sababu ya antioksidanti yake ambayo husaidia kudumisha collagen ya ngozi. Vilevile inasaidia kuzuia maambukizi ya magonjwa ya ngozi. Namba nane hupunguza hatari ya saratani kwa kusaidia katika kuzuia aina za saratani kama vile saratani ya utumbo mpana na ovary kwa kupunguza uvimbe na kupunguza kasi ya ukuaji wa seli za saratani mwilini. Namba tisa, husaidia afya ya moyo. Tafiti nyingi zinaonyesha kwa wale wanaotumia tangawizi kwenye mlo wao wa kila siku wako katika sehemu nzuri ya kupungua kwa shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo kuliko wale ambao hawana utaratibu huo kabisa. Matumizi ya tangawizi yanaweza kusaidia kuzuia ugonjwa wa moyo pamoja na kudumisha maisha yenye afya na kula mlo kamili kila siku. Najua unajiuliza, je, tangawizi ni salama kwa kila mtu? Jibu ni kwamba Tangawizi ni mimea yenye nguvu inayofanya kazi kifamasia. Kwa sababu hii sasa, haiwezi kupendekezwa kwa watu fulani, hususani watu wenye mawe ya figo yenye oxalate, watu ambao mara nyingi wanakabiliwa na kiungulia au asidi na watu ambao wana shinikizo la chini la damu au wanaokunywa dawa za shinikizo la damu. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uendelee kupata maudhui yetu kila tunapoposti.